Polepole hayuko pole Tanzania, anaishi wapi? Anapoishi polepole analipa nyumba nani? Nani anafanya accommodation ya maisha yake ya kila siku? Hilo ni swali la kujiuliza sana. Polepole kaolewa, yuko Sweden. Mi najua Inaeleweka, kaolewa yuko Sweden, ana mwanamke kamuoa. Mmoja kati ya maswali ambayo watu wengi wanajiuliza sana kwa polepole, iko wapi polepole? Yuko Sweden, kwa video zake zile, yuko Sweden, Sweden. Kaolewa wala usitafute maneno kutafuna, yuko mwanamke wa kizungu yuko naye Sweden. Hakuna asiyejua, watu wote ambao wanajua mazingira mazito na mapana ya nchi yetu wanajua polepole pole yuko wapi. Sasa swali linakuja nyumba Sweden nyumba Sweden ukilipa kwa rahisi sana, kwa mwezi haitapungua dola elfu moja kwa mwezi. Kwa hiyo matumizi yako yanaweza kufika mpaka dola elfu mbili dola elfu moja mia tano kwa mwezi, nani anagharamia yote hayo mpaka yeye anahamasisha tuandamane nani? Lakini yuko mwingine yuko Marekani dada mmoja hivi mambi, Mange Kimambi ana zaidi ya miaka kumi. Hayuko Tanzania, anaishi huko, maisha yake yanaendeshwa huko. Wewe mtanzania unaishi Dar es Salaam leo, wewe mtanzania unaishi Bukoba leo, wewe mtanzania unaishi Kigoma, Zanzibar na maeneo mengine, umekinukisha halafu, imefika mahala Tanzania hapa kaliki huna pasipoti ya kukimbilia nje ya nchi, moja hiyo. Huna nauli hata ya kutoka mkoa kwenda mkoa, mbili hiyo. Huna nchi utakayokwenda kuishi kama mkimbizi, tatu hiyo. Unadhani umemkomoa nani kukiwakisha vijana wasitumike na watu wenye maslahi yao binafsi? Ni bora kula mchunga na mchicha kwa amani kuliko kula nyama nyuma ya mtutu wa bunduki. Sawa sawa, hawa vijana na wahamasishaji waliopo nje na wale wachache wanasiasa wenye uroho na urafi wa madaraka waliopo katika nchi yetu wana push back. Nyuma yao kuna watu wana ajenda na malengo juu ya nchi yetu.